Wizara ya mambo ya ndani ya Somalia imesema vikosi vya usalama vimedhibiti shambulio la kigaidi kwa kuwapiga risasi watu saba waliokuwa wamejihami kwa bunduki. Mlipuko mkubwa wa alasiri uliashiria kuanza kwa shambulio hilo na mshituko wake ulisikika na mashuhuda, akiwamo mwandishi mmoja wa shirika la habari la AFP. Tukio hilo lilitokea eneo la God Kajilkao lilo karibu na ikulu ya rais, aghalabu hutumika kama hifadhi ya wanamgambo wa Al-Shabab waliowekwa kizuizini kabla ya kwenda mahakamani. Shuhuda wa tukio hilo wa Halima Hassan mkazi wa Mogadishu, anasema shambulio hilo lilianza kwa milipuko mingi na milio mikali ya risasi kutoka kwenye kizuizi cha Godka Jilkao. Nyumba za jirani zilizojengwa kwa bati ziliharibika katika shambulio hilo, wakazi wengi wameanza kujenga nyumba upya. Baadaye, shambulio hilo lilipoanza, wakazi wengi walikimbia, lakini kwa bahati sasa wamerejea. Wakazi wa eneo hilo wameiambia shirika la habari la AFP kwamba wamesikia milio ya risasi hapa na pale kwa zaidi ya saa tatu baada ya shambulio hilo kuanza. Serikali haijataja idadi ya maafisa wake wa usalama waliouawa wakati wa tukio hilo. Somalia imekuwa katika mgogoro na Alshabab tangu katikati ya miaka elfu mbili. Kundi hilo limechukua udhibiti wa miji na vijiji vingi tangu mwanzoni mwa mwaka huu na kukwamisha maendeleo ya serikali yaliyopatikana kati ya mwaka 2022 na 2023. Licha ya hali ya wasi wasiwasi, lakini rais wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud anashinikiza nchi hiyo kufanya uchaguzi wake wa kwanza wa moja kwa moja kwa mwaka ujao. Mkuu huyo wa nchi pia ametembelea jimbo la Jubaland ambako mapigano ya hivi karibuni kutokana na kutokubaliana katika uchaguzi yametokea kati ya jeshi na vikosi vya kikanda. Mimi ni Sauda Mkalokota FM.